Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Saint Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa nne, juma la pili la kipindi cha Pasaka. Masomo ya leo, somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya nne aya thelathini na mbili mpaka aya thelathini na saba. Na somo la Injili natoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya tatu aya saba mpaka aya ya kumi na tano. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu alimwambia Nikodemu, usistaajabu kwa kuwa nimekuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upen, upendako na sauti yake waisikia, lakini ujui inakotoka wala inakokwenda." Kadhalika aliyake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho Nikodemu akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya uyafahamu? Amini amini na kuambia, lile tulijualo twalinena na lile tuliloliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamukubali. Ikiwa nimekuambia mambo ya duniani wala hamsadiki Mtasadiki wapi nikikwambia mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminiye awe na uzima wa milele katika yeye. Neno Bwana. Sifa kwako, e eh Kristo. Ndugu zangu, karibu tafakari pamoja injili ya siku ya leo, tukiwa tunaendelea na furaha za Pasaka. Leo bwana wetu Yesu Kristo anatembelewa na mgeni, mgeni ambaye ni mwalimu wa sheria tamani kuja kumsikiliza Yesu. Injili ya leo ni mwendelezo wa injili ya jana ambapo Farisayo Nikodemu mkuu wa Yahudi alimjia Yesu kipindi cha usiku, kipindi ambacho pengine akupenda kujulikana na kuonekana kwa watu wengine. Alikuja na shauku mbalimbali, alikuja na maswali mengi, alikuja na hamu ya kumsikiliza Yesu. Farisayo huyu anajulikana kwa jina la Nikodemus. Nikodemus ni jina la Kigiriki lenye maana ya mtawala wa watu. Nikodemus katika injili ya Yohane anajitokeza mara tatu: sura ya tatu anapokuja kumtembelea Yesu, na sura ya saba anaonekana akimtetea Yesu dhidi ya Mafarisayo, na sura ya kumi na tisa katika mazishi ya Yesu. Nikodemus alikuwa mwanafunzi wa Yesu aliyetamani kuishi na kumjua Yesu. Pia Nikodemus katika lugha ya Kiebrania inatokana na maneno mawili naiki na demos. Nike maana yake victor au mshindi, demos watu. Kumbe Nikodemus ni mshindi, ni mtawala na mshinda ofu za watu. Ndugu zangu katika Kristo, kumtembelea Yesu wakati wa usiku kunaamsha maswali mengi. Kwa nini Nikodemus anakuja usiku? Je, aliweka mwadi wa kutana na Yesu? Je, alijua mahali anapoishi Yesu? Na kwa nini aende usiku? Katika maandiko matakatifu giza linawakilisha ujinga au maisha ya dhambi. Kwa nini Nicodemus aende wakati wa usiku? Nicodemus anaenda kwa Yesu wakati wa usiku akitambua yeye ni mdhambi na ni mjinga, hana ufahamu kuhusu habari za Mungu, au ufahamu wake bado haujaangazwa na Roho Mtakatifu, maana Yesu anapokutana na Nicodemus aanzi kusikiliza sifa zake, bali anaanza fundisha moja kwa moja juu ya Roho Mtakatifu na kifo cha Yesu msalabani. Yesu alitambua kwamba Nicodemus ana elimu ya msingi, yani anajua maandiko matakatifu, ni mwalimu wa Israeli, kwa hivyo atakuwa na uelewa, lakini Yesu alistaajabishwa na kujua kwamba Nicodemus ajui habari za kuzaliwa mara ya pili. Nicodemus anashangaa yawezekanaje mambo haya, lakini Yesu pia anamuuliza wewe ni mwalimu wa Israeli mambo haya uyafahamu? Wewe ni mwalimu wa Israeli inakuwaje ujui jambo hili? Kristu anamshangaa Nicodemus kwa sababu alifikiri kwamba labda Nicodemus ana elimu ya maandiko matakatifu na bila shaka anafundisha watu maandiko matakatifu, lakini bado mwana wa mtu lilikuwa bado ni mfumbo kwake. Nicodemus anatambua mapungufu haya na ujinga wake juu ya maandiko matakatifu, anakubali kushuka kumtembelea Yesu, kukaa na Yesu na kumsikiliza Yesu ili amuelezee vizuri maandiko matakatifu. Ndugu zangu katika Kristo, na sisi tunaalikwa kushuka chini na kumsikiliza Yesu na kusikiliza maandiko matakatifu ambayo daima yanatuelekeza kumjua Mungu. Kipindi cha Pasaka ni kipindi cha kumjua Kristo vizuri. Yesu aliteseka kwa sababu ya kuwakomboa watu. Yesu alijua kwamba na alitambua kwamba lazima kufa ili watu wakombolewe. Ndio maana Yesu ananukuu hadithi au simulizi kutoka kitabu cha Hesabu, ambapo anasema kama vile Musa alivyomnua yule nyoka jangwani hivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kumbe Kristo kufa msalabani ametufungulia njia ya sisi kufikia uzima wa milele. Pili, kukutana na Yesu. Nikodemu alimtambua Kristo kama Mwokozi, alimtambua Kristo kuwa ni mtu au ni Masia ambaye alitabiriwa kuja. Ndio maana ishara za Yesu kufanya miujiza ishara za Yesu kufundisha kwa mamlaka na mambo mengine mengi yaligusa moyo wa Nicodemus. Alitafuta wakati mzuri wa kumsikiliza. Tunaitwa na sisi kumsikiliza Kristo. Tunaitwa na sisi kukaa chini na kumsikiliza Kristo mfufuka. Pasaka ni kipindi ambacho Kristo anatutuma kuwahubiria au kuwapelekea watu wengine habari njema. Habari za Kristo mfufuka ambaye Kristo anatukomboa kutoka katika utumwa wa wa dhambi na kutuandalia mazingira ya kwenda katika uzima wa milele. Kifo au fufuko kwa Wayahudi lilikuwa ni tukio ambalo alieleweki. Zamani watu waliokuwa nafufuliwa walikuwa ni watu wabaya na walikuwa nafufuliwa ili waendeleze kufanya mabaya. Kama ni mwizi alikuwa nafufuliwa ili aendelee kuiba. Kama ni mchawi alifufuliwa ili aendeleze uganga na uchawi. Lakini Kristu alipofufuka hakufuka kwa ajili ya kuendeleza ubaya alifufuka kwa ajili ya kupeleka watu mbinguni, ya kuwapa watu matumaini. Hivyo dhana zima ya ufufuko Kristo anaibadilisha kwamba watu wakifufuka, hawafuki kwa mabaya, bali kuwa wema. Kiini cha ufufuko au kilele cha ufufuko ni kufika mbinguni ambapo tutakutana na Mungu. Leo Nikodemus anatufundisha, nasi tuwe tayari kuwacha kazi zetu, kutenga muda katika shughuli zetu kutenga muda kwa ajili ya kusoma neno la Mungu, kutenga muda kwa ajili ya kukaa na Yesu katika Ekaristi. Mara nyingi tunakuwa bize sana, tunashindwa kwenda kumsikiliza Yesu. Hivyo kipindi cha Pasaka kituvute na kitufanye tuwe karibu na Kristu katika sakramenti zake na katika neno la Mungu. Leo pia tarehe ishirini na tisa Kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Katarina wa Siena mwalimu na bikira Mtakatifu Katarina wa Siena alizaliwa mwaka 1347 na alifariki mwaka 1380 akiwa na umri wa miaka 33. Ukiangalia kwa macho ya kawaida au kwa oroa wa kawaida ni mi miaka kidogo sana, lakini huyu mama alifanya mambo makubwa katika kanisa. Baba Mtakatifu Francisco mwaka jana alipokuwa anaadhimisha miaka mia tano sitini ya kutangazwa mtakatifu, huyu alimwita Mtakatifu Katarina wa Siena mwanamke wa shoka, kwa sababu mtakatifu huyu anajulikana sana kwa ushujaa wake wa kulitetea kanisa, lakini kwa namna pekee alivyotumia nguvu yake ya ushawishi, nguvu yake ya sara kumrejesha ba Mtakatifu Gregory wa 11 kutoka katika mji Avignon kurudi Roma. Aliliombea kanisa na alitumia vipaa vyake kuhakikisha kwamba kanisa linarudi katika misingi yake. Mama huyu ni mama shujaa, ni mwanamke wa shoka kama pa mtakatifu anavyomuita. Anavyomwita, Mtakatifu Katarina wa Siena aliishi maisha ya upendo, unyenyekevu na sara, lakini alikuwa tayari kulitetea kanisa katika kipindi kigumu. Mimi na wewe tumeitwa na sisi kulitetea kanisa, kutetea kanisa pale ambapo watu wanalisema vibaya, kutetea kanisa pale watumishi wake wanapolegea kuishi injili ya ushuhuda, yani injili ambayo Kristo mfufuka anatualika kuishi. Mtakatifu Katarina wa Siena atukumbushi na sisi wajibu wetu, yaani kupalilia miito mitakatifu ya utawa katika familia zetu. Kipindi akiwa mdogo alitamani kuwa mtawa, lakini wazazi wake walimkatalia, lakini taratibu wazazi wake walikuja kuelewa kwamba mtoto wao ana wito wa kubali, aingie utawa wa tatu Mtakatifu Dominiko. Tangu siku hiyo, Katarina alijaliwa na Mungu mapendo na uwezo wa kufanya miujiza. Kumbe tunaalikwa na sisi kutambua vipaji vya watoto wetu, kuwaelekeza kuchagua maisha ambayo Mwenyezi Mungu amewaitia, tusiwe vikwazo katika maisha ayo. Yote yatusaidie kukutana na Kristo mfufuka Bwana wetu Yesu Kristo anapokutana na Nikodemus anamfunulia kwamba yeye ndiye Masia, yeye ndiye mkombozi, yeye ndiye anayeishi na yeye ndiye njia ya ukweli na uzima. Tumbe Mungu atusaidie na sisi tuwe tayari, tuwe kama Nikodemus kumsikiliza Mungu na pia tuwe kama Mtakatifu Katalina wa Siena kulitetea kanisa na kulilinda kanisa. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Nawashukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Iliyokuletea tafakari hii ni mimi Frateri Kamgisha Rafaeli wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari Kora Morogoro. Tukuzwe damu ya Kristo milele.